Na, ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha dondoo za magazeti kutokea moja kwa moja msasani tawa jijini Dar es Salaam, na leo ikiwa ni Septemba 26 ya mwaka 2025, karibu utembee pamoja nasi katika kurasa mbalimbali mbali za magazeti, na siku ya leo tutakuwa na gazeti la Mwana Sport, Nipashe, habari leo gwiji la habari Tanzania, lakini mwananchi majira gazeti huru kila siku, lakini Nipashe katika kurasa za nyuma za michezo, uelekeo sport, leo yetu ndiyo kesho yetu, bila kusahau Majira. Mimi mtangazaji wako ni Michael Gaspa, bila kumsahau Dennis Julius ambaye anahakikisha matangazo haya yanakufikia mubashara popote ulipo ndani na nje ya Tanzania. Na moja kwa moja tuanze na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii Taarifa iliyokolezwa inasema kumechangamka. Kampeni za uchaguzi mkuu zimepamba moto, kukosoana kila kona, majigambo vya tawala, makada wahama. Habari hii unaipata katika ukurasa wa pili, ambapo katika gazeti la Nipashe kama unavyoona hapo, kuna wagombea wa urais kutokea vyama tofauti, ambapo kuna mgombea urais kupitia CCM Dr. Samia Suluhu Hassan lakini mgombea urais kupitia Chaumma Salum Mwalimu, lakini mgombea urais kupitia Sau Majelio Kiara, lakini kuna mgombea urais kupitia chama cha NLD Doyo Hassan Doyo. Lakini pia tunaendelea na taarifa nyingine katika gazeti hili la Nipashe. Mwanga wa Jamii inasema Mwinyi atamba na uwanja wa ndege Pemba ADC ya jinadi kupaisha karafuu. Habari hii unaipata katika ukurasa wa tatu, ambapo hapo kuna mgombea urais wa Zanzibar kupitia CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi kama unavyoona hapo. Lakini pia kuna mgombea urais wa Zanzibar kupitia ADC Hamad um, Rashid Mohamed, tukizidi kusonga mbele kuna ramani hapo ya Tanzania ambayo inaonyesha mikoa yenye kiwango kikubwa cha madini ya floridi kwenye udongo, maji na magadi, hali inayosababisha mtu kupata tatizo la meno, ambayo taarifa yake sasa inasema, meno ya kahawia tishio, wataalamu wataja tiba. Habari hiyo unaipata katika ukurasa wa tatu, lakini Mutharika arejea Ikulu, majeruhi kashfa za ufisadi. Habari hiyo unaipata katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wa 14. Na lakini, mgombea wa jimbo la Fuoni kaka wa rais Mwinyi afariki, taarifa za kuhuzunisha kabisa, hili unaipata katika ukurasa wa kumi na nane. Lakini watoto wanaoishi na Selimundu hatarini kupata kiharusi, taarifa hiyo unaipata katika ukurasa wa tano lakini gazeti la Nipashe mwanga wa jamii linaendelea kuhesabu siku kuelekea uchaguzi mkuu ambayo anasema bado siku 32 kuelekea uchaguzi mkuu. Na hayo ndiyo yaliyojiri katika gazeti la Nipashe, kama hata gazeti lako la Nipashe aweze kujua kiundani zaidi. Sasa tunazidi kusonga mbele na gazeti la Mwananchi ambao kama unavyoliona hapo inasema, TEC yawapa onyo mapadri, watawa, yawataka kutovaa sare, kubeba mabango ya vyama na kujihusisha na siasa. Askofu Pisa asema wanauhuru kumpigia kura wanayemtaka. Habari hii kikamilifu zaidi unaipata katika ukurasa wa nne. Lakini Abas kuzikwa Zanzibar, kampeni za simama. Habari hii unaipata katika ukurasa wa tatu. Lakini CCM yatangaza onyo madiani wanaojipanga kusaka umea. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti lako la Mwananchi. Lakini tunazidi kusonga mbele, kuna taarifa nyingine ambayo inasema hapa, vyoo vya kukaa ni raha, hatari kiafya katika enzi hii ya maendeleo ya kasi ambapo mji au miji inakuwa na teknolojia inachanja mbuga, vyoo vya kisasa vya kukaa haviepukiki, pengine jambo muhimu ni dot, dot, dot ambayo inaonyesha taarifa hii inaendelea. Sasa kwa kujua kiundani, vyoo vya kukaa vina raha lakini ni hatari. Um, kamata nakala gazeti lako la Mwananchi katika ukurasa wa kumi na mbili utaipata habari hii kwa umakini na uzuri kabisa. Lakini Masaju aeleza udhaifu unaowapa nafuu wa halifu, Dar es Salaam. Jaji mkuu wa Tanzania George Masaju amesema udhaifu katika upelelezi doti, doti ambayo inawanisha taarifa hiyo inaendelea na utaipata katika ukurasa wa tatu, lakini taarifa nyingine nasema, sababu Nicolas Sarkozy kufungwa miaka mitano Paris. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy mwenye umri wa miaka sabini amehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatikana na hatia ya ufadhili wa haramu wa kampeni za urais. Taarifa hii unaipata katika ukurasa wa tano, lakini kuna picha inaonyesha hapa ya mgombea wa urais kupitia chama cha CCM, ambayo anasema Samia avuna wapinzani, ahaidi jambo gesi asilia, ambayo anasema mgombea wa urais wa CCM Samia Suluhu Hassan akihutubia wananchi wa Mtama mkoani Lindi wakati wa kampeni za kijana. Taarifa hii unaipata katika ukurasa wa pili, lakini tumalizie taarifa iliyosalia katika gazeti la wananchi ukurasa huu wa mbele ambayo inasema hapa, Tunduma tutaweka daraja la juu, mwalimu nasema. Tunduma mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha ukombozi wa umma yani cha umma, Salum mwalimu ametoa ahadi mbili kwa wakazi wa mkoa wa Songwe, ikiwamo ya kujenga barabara za juu yani flyover, kuanzia eneo la Mpemba hadi mpaka wa Zambia. Taarifa hii unaipata kabisa katika gazeti hili la Mwananchi ukurasa wa pili, na tunazidi kusonga mbele na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambayo taarifa iliyopewa uzito inasema Samia atoa uhakika mradi kuchakata gesi, na anaenda kusema kwamba alijivuna alijivunia kazi iliyofanyika, ataja maeneo ya kipaumbele, atangaza mikopo kujenga masoko, apokea waliohama kafu chauma na Chadema. Habari kamili ni ukurasa wa pili. Lakini Nchimbi ajivunia uzoefu kuongoza serikali, habari hii unaipata kabisa ukurasa wa tatu. Lakini IMF yaeleza kuimarika uchumi Tanzania ni taarifa hii kamili unaipata katika ukurasa wa 16. Lakini bandari kupunguza gharama za maisha Pemba, ukarabati kiwanja cha ndege waanza kukuza uchumi, taarifa kamili katika ukurasa wa tatu. Lakini saba waongezwa kesi ya kutakatisha bilioni tatu sabahao na kina nani kama tanakala ya habari leo ukurasa wa ishirini. Lakini afungwa jela maisha kwa kusafirisha kokaini ukurasa wa ishirini unapata taarifa kamili. Naam, tunazidi kusonga mbele. Ukurasa nambari nne unasema NRA kuruhusu uraia pacha. Naam, lakini uchaguzi mkuu 2025 wajibu wa vyama vya siasa na wagombea. Kiongozi mgombea au mtendaji wa chama cha siasa, mwanachama au mfuasi, hawaruhusiwi kununua kadi ya mpiga kura, kukusanya kadi za wapiga kura au kuharibu kula kura. Tukumrazi. Lakini hizi ndio taarifa zilizopata kipaumbele katika gazeti hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Sasa kabla ya tujamia kwenye kurasa za nyuma za magazeti, tuone yaliyojiri katika viwanja vya michezo. Tumalizie na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Samia, tunachoahidi tunatekeleza, sio ndoto. Asisitiza mambo ya kusini yapo vizuri, akatakiwa wananchi kuhusu mradi wa LNG ambao unapatikana ukurasa nambari 4. Lakini Trump adai kuhujumiwa na teknolojia umoja wa taifa, taarifa hiyo unayopata ukurasa wa kumi na tisa. Lakini uchumi wa kuwa kwa asilimia tano nukta nne robo ya kwanza ya elfu mbili na ishirini na tano lakini Biteko ataka bodi ya ERB kuwatunuku wahandisi. Ukurasa wa pili utapata kiundani zaidi habari hii. Lakini ACT Wazalendo yaomboleza yaomboleza kifo cha kaka yake Raisi Mwinyi. Lakini kanisa lapiga marufuku watumishi wake kushiriki mikutano ya siasa na hii utaipata taarifa kamili katika ukurasa wa nne. Lakini historia imejirudia Malawi, mwathirika arejia. Taarifa hiyo unaipata katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa mwisho katika gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila, kila siku inasema, Wasira atoa onyo kali kwa walioanza kusaka Umea. Taarifa hiyo unaipata kabisa katika gazeti hili la majira gazeti huru la kila siku ukurasa wa nne. Sasa ndugu mtazamaji wa nPoint, katika hizi dondoo za magazeti tumemaliza ukurasa kurasa za mbele za magazeti ya Majira, habari Leo, Mwananchi bila kusahau gazeti la Nipashe, na usiondoke, tutapata pumziko fupi kutoka kwa wadhamini wetu Radian Limited, ambao kwa Beyond Tomorrow wanatoa huduma mbalimbali mbali ambazo zinauhakika na ufanisi mkubwa. Mimi mtangazaji wako wa siku ya leo ni Michael Gaspar, bila kumsahau Dennis Julius ambaye anahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kabisa ndani na nje ya Tanzania. Usiondoke, salia nasi na mtu umerejea tena na hao ni wadhamini wetu Radian Limited, nakwambia Beyond Tomorrow, na tunazidi kuendelea. Na kama ndio kwanza unafungua linki au unaona video hii, ni dondoza magazeti kutokea hapa Endpoint Studios, ambayo nakwambia Beyond News. Sasa bila kupoteza muda, tuendelee na magazeti ya kurasa za nyuma ambayo tuna, tuna, tuna mwana sport lakini pia majira huelekea sport anakuambia, leo yetu ndiyo kesho yetu, bila kusahau nipashe michezo. Na sasa tuanze na gazeti la Mwanaspoti kambia kata kiu ya michezo na burudani na taarifa hapa, iliyopewa kichwa cha habari kikubwa, nasema surprise ya Morocco, mastaa wafichua, mastaa wafichua, mwenyewe afunguka, ukurasa wa pili kabisa, unaipata taarifa hii kiundani kabisa. Lakini ligi kuu bara, Jumamosi hii ni Dodoma watakipiga kabisa na Coastal Union, ambayo ni saa moja usiku. Lakini licha ya ushindi, kocha Folzi acharuka Jangwani. Taarifa hii unaipata katika ukurasa wa pili. Lakini kuna Feisali hapa anasema fei toto amaliza ukame wa siku 297 kiwango bora cha Faisal kilimfanya kumaliza na, na mabao 19 ya ligi. Taarifa hiyo unaipata ukurasa wa tatu, lakini ripoti ya Mourinho ipo hivi. Kamata nakala ya gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani uweze kujua kiundani kabisa nini vinaendelea kujiri katika viwanja vya michezo. Lakini unazidi kusonga mbele na gazeti la Nipashe ambayo nakwambia, Morocco ataka Simba icheze kibingwa CAF. are, arejesha morali kwa masta baada ya kuleta kuteta na mmoja mmoja asema lazima Gaboroni United. Inazidi kuendelea na taarifa hii utaipata katika ukurasa wa 23 wa Nipashe. Lakini Yanga na rekodi mechi za ufunguzi, taarifa hii unaipata katika ukurasa wa 23. Lakini tumalizie na taarifa hii. Uh, gazeti hili la Nipashe Michezo ambaye asema sababu ya mai ya mal kukosa Ballon d'Or. Taarifa hiyo tutaipata kabisa katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Nipashe Michezo. Tuamie gazeti la Uelekeo Sport, nakwambia, leo yetu ndiyo kesho yetu. Yanga hatuji, hatujiakinai mataji, yawasihi mashabiki wake wasidanganyike kama hapo tunavyoona msemaji wa Yanga anazidi kuwaeleza mashabiki zake wa Yanga, lakini kiba amsifu kusa kwa kujali. Lakini taarifa nyingine nasema, ibenge adai ligi kuu ya NBC ni ngumu, ni ngumu. Lakini tumalizie, tumalizie na taarifa kutoka hapa gazeti la Uelekeo Sport, leo yetu ndiyo kesho yetu. Dan Alves afutiwa adhabu ya kubaka. Kamata nakala ya gazeti lako uweze kujua kiundani kabisa nini kinaelezwa na gazeti hili la uelekeo sport. Lakini tumalize na gazeti la Majira, katika kurasa za nyuma za magazeti yetu ya leo, nasema Simba NBC imechangia ushindi wangu wa riadha. Sasa kiundani zaidi kamata nakala Majira ujue kwa nini au kivipi NBC imechangia ushindi wa Simbu wa riadha, lakini mkuu wa majeshi ampandisha cheo Simbu. Kwa hapa Simbu anatwambia kwamba NBC imechangia ushindi wake laki, lakini baada ya ushindi huo mkuu wa majeshi amempandisha cheo Simbu ko hii ni majira ambazo ni taarifa ilizopewa kipaumbele katika kurasa za nyuma. Kamata nakala ya magazeti haya mbalimbali ambayo uweze kujua ni nini ambacho kimeelezewa kwa undani, kama nilivyokuhabarisha kupitia gazeti la Mwanaspoti, Nipashe, Habari Leo, Mwananchi, Majira, Nipashe Michezo, Uelekeo Spoti na Majira Michezo. Na kufikia hapa Timu zima ya nPoint hatuna la ziada, zaidi tunakualika uendelee kufuatana nasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo TikTok, Facebook na Instagram, uweze kufahamu ni nini kinachoendelea kujiri katika hivi viunga vya Tanzania, lakini na katika viunga vingine vya nchi mbalimbali zinazopatikana katika dunia hii. Na mimi mtangazaji wako wa leo ni Michael Gasper, bila kumsahau Dennis Julius ambaye amehakikisha matangazo haya yanakufikia mbashara kabisa popote pale ulipo ndani na nje ya Tanzania. Uwe na wakati mwema.